Siku za hivi karibuni moja ya habari ambayo imekuwa kubwa sana katika vyombo vya habari mbalimbali mbali duniani ni habari ya kuachiliwa kwa mtoto wa aliyekuwa kiongozi wa Libya, Kanal Muammar Gaddafi. Mwanaye huyo mmoja wa naye ambaye anajulikana kwa jina la Hannibal Gaddafi alikuwa amefungwa huko nchini Lebanon kwa zaidi ya miaka kumi na akawa ameachiliwa siku za hivi karibuni tena, katika kosa ambalo unaweza ukasema yeye hakuwa na hatia nalo. Sasa nimekuandalia ripoti hii ya kina kabisa kuhusiana na mtoto huyu wa Gaddafi, lakini pia imepita miaka kumi na nne baada ya kuanguka kwa utawala wa Gaddafi ambao ulianguka tunafahamu mwaka elfu mbili na kumi na moja Sasa dunia ikawa inajiuliza, sio tu huyu mtoto, wapi walipo watoto wengine wa Gaddafi? Eh e, pengine wewe ambaye ufahamu Gaddafi alikuwa na watoto kumi na hii ni simulizi ya kizazi ambacho kilizaliwa katika enzi ya madaraka makubwa kikalelewa kwa anasa na kisha kikatawanyika duniani baada ya hayo mapinduzi. Sasa kama nilivyotangulia kusema Muammar Gaddafi alikuwa na watoto kumi, wawili kati yao walikuwa wameasiliwa, yaani nane wa kwake, wawili wameasiliwa. Na wote walikulia katika enzi ambapo baba yao alikuwa sio tu rais bali alikuwa ndio, unaweza ukasema kiongozi mkuu kabisa zaidi ya hata mfalme anaheshimika sana huko nchini Libya. Na watoto hawa walikuwa ni watoto wa kifahari ambao walikuwa wakiishi maisha ya kifalme huko Tripoli, huku wakisomea nje ya nchi wakiwa na magari ya kifahari, walinzi binafsi na mamlaka ambayo hata mawaziri na viongozi mbalimbali waandamizi wa serikali ya Libya kipindi hicho waliwaheshimu. Sasa inasemwa kwamba katika miaka 1970 na 1980, watoto hawa walionekana kama warithi wa dola ya kimapinduzi, wakizaliwa na kukulia katika mamlaka makubwa kwelikweli ya kiutawala, lakini kama historia inavyotufunza kwamba watoto wa kifahari mara nyingi hubeba mzigo wa baba mwenye nguvu. Sasa tuanze na huyu ambaye ndio amefanya swala hili liweze kuwa kubwa zaidi, na watu tujiulize kuhusiana na hao watoto wa Gaddafi, na ambao mimi nimeenda mbali zaidi na kuletea ripoti nzima ya hao watoto wa Gaddafi. Huyu sio mwingine bali ni Hannibal Gaddafi. Huyu ni mtoto wa hasira kati ya wote. Inasemwa kwamba uh, Hannibal Gaddafi alijulikana kwa ukorofi na kashfa. Alikuwa kijana aliyependa kuonyesha mamlaka yake popote alipo ya aligonga magari huko eh, jijini Paris ah, alipokuwa akiendesha gari ya aina ya Porsche kinyume cha sheria kwenye sehemu moja ya kitajiri sana inayojulikana kama Champs Elysees, lakini pia aliwahi kukumbwa na tuhuma za unyanyasaji wa wafanyakazi wake huko nchini Uswizi. Baada ya kuanguka kwa utawala wa baba yake, Hannibal alikimbilia Syria, lakini inasema kwamba mwaka 2015 alitekwa na kikundi cha wanamgambo nchini Lebanon. Alishtakiwa kwa kuficha taarifa kuhusu kutoweka kwa kiongozi wa kishia Imam Musa Sadri ambaye alipotea mwaka 1978. Kwa zaidi ya miaka kumi alifungwa gerezani huko uh, Beirut na kosa ndo hilo, alikuwa anatuhumiwa kuficha taarifa za hilo tukio ambalo lilitokea la huyo shehe ambaye aliwahi kutoweka na kuwahi kupatikana tena lakini mwaka huu elfu mbili eh, na ishirini na tano siku kadhaa hizi nyuma sasa, ndiyo ambapo eh, Hanibal Gadafi ikawa imetangazwa kwamba ataachiliwa. Hatua hii imeamsha hisia kali za kisiasa na leo hii tunavyoongea, Hanibal anaonekana kutaka kurudi nyumbani kimya kimya, labda pengine kuanza upya maisha au kutafuta mahali ambako jina la Gadafi bado lina maana. Sasa ukitoka kwa Hannibal Gadafi, kuna huyu mwingine ambaye tunamfahamu kwa jina la Aisha Gadafi huyu ndo unaweza ukasema alikuwa kama fahari ya baba na tunu ya baba. Aisha Gaddafi huyu ni binti pekee wa Muammar Gaddafi. Kama nilivyotangulia kusema alikuwa fahari ya baba yake, alisomea sheria akawa mwanasheria mashuhuri, na mwaka 2004 alijiunga katika timu ya utetezi ya Saddam Hussein huko Iraq. Kumbuka Saddam Hussein ndo alikuwa tayari ameshadondoka na amekamatwa alijulikana kama Claudia Shifa wa jangwani, yani ule urembo wake. Ukiongelea mwanamama kwa sasa hivi, huyu Claudia Shifa akiwa na zaidi ya miaka 50, alikuwa ni mrembo kweli kweli enzi zake. Sasa ndio alikuwa anafananishwa bibi Aisha, alikuwa anafananishwa na, na mwanamama huyu kutokana na uzuri na urembo wake, lakini ndani yake Aisha kulikuwa na akili ya kisiasa na roho ya kijasiri. Aliongoza watasimu Foundation yani, uh, unaweza ukasema mfuko wa tasimu ambao ni shirika la misaada lilokuwa chombo cha heshima cha kifamilia lakini mwaka elfu mbili na kumi na moja, alikimbilia Algeria akiwa mja mzito yani baada ya baba yake kudondoka na alifuatana na mama yake Safia. Kauli zake za kumtetea baba yake na kuwaita viongozi wapya wasaliti zilisababisha mgogoro wa kidiplomasia na hivyo serikali ya Algeria ikaamua kumnyamazisha. Baadaye alihamia Oman nchi iliyomruhusu kuishi kwa amani kwa sharti moja tu, kutotoa matamshi yoyote ya kisiasa tena. Kwa sasa Aisha anaishi kimya kimya, akiwa kivuli cha fahari ya zamani, mwanamke ambaye aliiona familia yake ikiporomoka mbele ya macho yake. Mwingine baada ya Aisha ni Saif al-Islam Gaddafi. huyu ndio unaweza ukasema kama mrithi aliyepotea yani kwa wengi, Saif al-Islam ndiye aliyepaswa kurithi ufalme wa Libya, yaani kurithi ule uongozi wa baba yake. Huyu ni mwana mwenye elimu ya juu kutoka London School of Economics. Alikuwa kipenzi cha magharibi, yani nchi za kimagharibi. Kwa nini zilimpenda? Kwa sababu alionekana kama Gaddafi mpya, lakini utofauti na Gaddafi baba yake, yeye alikuwa anasema kuwa na mwanga wa mageuzi na lugha ya kidiplomasia. Aliongoza Gaddafi International Foundation, akijaribu kusafisha taswira ya baba yake duniani. Yeye ndiye aliyezungumza na wazungu, akaleta mazungumzo ya fidia kwa wahanga wa Lockerbie, ambao hii Lockerbie bombing hii inafananisha kama ile kadhia ya ndege kupigwa na bomu na ile ndege ikadondoka na kuua abiria mia mbili hamsini na tisa. E, moja ya matukio mabaya sana moja ya ajali mbaya sana za ndege kuwahi kutokea katika historia, na ikawa imetuhumiwa kwamba baada ya upelelezi kwamba kuna namna Gaddafi alikuwa anahusika. Kwa hiyo huyu ndio aliyeweka yale upatanishi ama yale mazungumzo na wakawa wamekubali Libya kulipa fidia zaidi ya dola bilioni moja, lakini inasemwa mwaka elfu mbili na kumi na moja baada yake kudondoka, ndoto hiyo iliisha. Alionekana kwenye televisheni akihutubia waandamanaji, akiahidi vita hadi mwisho. Baada ya kuanguka kwa Tripoli, Saif Al-Islam alikamatwa, akahukumiwa kifo lakini haikutekelezwa hiyo adhabu, ila alikaa kifungoni kwa miaka sita mikononi mwa wanamgambo wa Zintan, na kisha mwaka 2017 Saif Al-Islam akawa ameachiliwa. Kwa muda mrefu alitoweka hadi elfu mbili na ishirini na moja aliporudi ghafla akitangaza kugombea uraisi. Kisha mwaka elfu mbili na ishirini na tano alitoa taarifa kali e, yani mwaka huu akidai kuwa rais wa zamani wa Ufaransa Nicolas Sarkozy alipokea fedha kutoka Libya kwa kampeni yake ya mwaka elfu mbili na saba. Unaweza ukafahamu kiasi gani hii kesi imekuwa nzito huko nchini Ufaransa kauli hiyo ikawa imemrudisha tena kwenye vichwa vya habari, akionyesha kuwa jina la Gadafi bado lina nguvu ya kuibua mawimbi ya siasa za dunia. Huyo ndio Saif al-Islam. Mwingine ni Muhammad Gadafi, huyo unaweza ni unaweza ukasema kama ni kivuli cha utulivu. Muhammad ndiye mtoto wa kwanza wa kwanza Gadafi kutoka katika ndoa yake ile ya kwanza, kwa sababu alikuwa na mke wa kwanza na akawa na mke wa pili, kwa sababu alikuwa na ndoa ile ya kwanza na akawa baadaye na ndoa ya pili. Sasa huyu ni mhandisi lakini ni tajiri, na anasema kuwa mtulivu kwelikweli. Alisimamia kamati ya olimpiki ya Libya na kampuni za mawasiliano. Hakuwa mwanasiasa, hakupenda migogoro, na baada ya babake kudondoka mwaka elfu mbili na kumi na moja alikimbilia Algeria, kisha akaondoka huko na kwenda Oman kama ndugu zake wengine. Leo hana sauti ya kisiasa, ni mmoja wa wachache waliobaki wakiishi maisha ya kawaida kabisa. Mwingine ni Saad Gadafi. Huu unaweza ukasema huyu aliitwa kama mcheza mpira. Alikuwa na mzuka kweli kweli wa kucheza mpira. Kati ya watoto wote, Sad Gadafi alikuwa na ndoto tofauti, ambayo ni soka. Alifadhili vilabu vya Italia kama vile Perugia na Udenis, na alicheza mechi chache za professional za kitaalam chini ya macho ya Maradona. Yaani huyu Maradona alilipwa special kwa ajili ya kumtrain huyu mtoto wa Gadafi ili aje kuwa mwana soka bora lakini haikuwa riski na hakuwahi kufanikiwa kumtengeneza kuwa mwanasoka mkubwa, kwani sivyo bahati. Haikuchukua muda sana, akawa ameangukia katika kashfa za doping, yani kutumia dawa za kuongeza nguvu, za kusisimua zile misuli, pamoja na utovu wa nidhamu. Mwaka elfu mbili na kumi na moja, akiwa mkuu wa kikosi maalum cha kupambana na ugaidi, aliamuru ukandamizaji wa waandamanaji wa Bengazi. Baada ya kushindwa alikimbilia Niger akakamatwa, na mwaka 2014 akarejeshwa Libya. Alifungwa kisha akaachiliwa mwaka 2021 kupitia msamaha wa kisiasa ambao uliosaidiwa na wanasiasa wa Tripoli. Leo anaishi Istanbul, akiwa mbali na macho ya umma, kimya kabisa, lakini historia yake bado haijafutika. Baada ya hapo, ni hawa ambao tunasema ni watoto uh, aidha waliopotea ama kufariki ambapo wakati dunia ilishuhudia ama ikishuhudia anguko la Gaddafi, baadhi ya watoto wake walipoteza maisha. Nao ni Khamisi Gaddafi, huyu alikuwa ni kamanda jasiri wa kikosi maalum cha wanajeshi elfu nne aliuawa karibu na mji wa Tripoli akiwa na miaka 30. Mwingine ni Motasim Bila, huyu alikuwa ni mshauri wa usalama wa baba yake na alishiriki vita vya Sirte na kuuawa mwaka 2011. Mwingine ni Saif al Arab, huyu ni mwana mdogo aliyeelimika Ujerumani, aliuawa katika shambulio la anga la NATO. Mwingine ni Hana Gadafi, huyu ni mtoto aliyeasiliwa, anaripotiwa kufa katika mashambulizi ya Marekani mwaka 1986 ingawa vyanzo vingine vinasema aliishi na kuwa daktari mjini Tripoli. Mwingine ni Milad Abuz Taya, huyu ni mtoto mwingine aliasiliwa, kati ya wale watoto wawili yani, na anatajwa kuwa alimwokoa baba yake wakati wa mashambulizi hayo ya Marekani. Konozo kwa, unaweza ukaona Gadafi kuasili watoto wawili ukiwa kiongozi kama hivyo, ni moyo wa upekee, kwamba mimi ni tajiri nisibaki tu na watoto wangu nane, kwanini nisiongeze watoto wengine wawili niwasaidie, ambao ni moyo wa kiupendo sana. Je, matajiri wote duniani wangefanya hivyo, ingekuwa ina impact, ama hata viongozi ingekuwa ina impact kiasi gani? Unaasili mtoto Ana anapata haki kama watoto wako wengine wote. Kwa hiyo unaweza ukaona aa, moyo huu ambao Gaddafi alikuwa nao. Sasa watoto hawa ambao nimewataja hawa kuanzia Khamis Gaddafi, Mota Simbila, Saif al Arab, Hana Gaddafi na huyu Milad Abu Taya, unaweza ukaona hawa tunaweza ukasema walikuwa sehemu ya simulizi ya damu, kizazi ambacho kilipotea katikati ya vita na siasa. Leo jina la Gaddafi limebaki kuwa kivuli kinachoendelea kuigawa Libya. Kwa baadhi ni kumbukumbu kumbu ya utulivu wa zamani, enzi za mafuta, heshima na hofu. Kwa wengine ni alama ya ukandamizaji, ubepari wa kifamilia na mateso ya vizazi. Watoto waliobakia hai wamegawanyika wa kama hivyo ambavyo nimewataja, wengine wapo Oman, wengine wapo Uturuki, wengine wakitafuta kurudi Libya, lakini wote wanabeba urithi mmoja, jina lililokuwa nguvu kuliko taifa lenyewe. Katika upepo wa janga la Sirte, minong'ono bado inasikika. Familia ya Gaddafi haijafa, imejificha ikingojea historia kuzunguka duara lake tena. Mabaki ya nasaba ya Gaddafi yamebakia kuwa kioo cha kihistoria ya kisiasa ya Libya, taifa lilojenga utambulisho wake katika kivuli cha mtu mmoja na familia yake. Watoto wa Gaddafi ni alama ya jinsi nguvu zinavyoweza kuleta fahari kisha kuzaa maanguko. Walizaliwa ndani ya madaraka, wakaishi kwa mamlaka, na wengi wao wakaishi kuona madaraka hayo yakiporomoka mikononi mwao wenyewe, kama historia ya kifalme ya jangwa. Simulizi ya Gaddafi inaisha, si kwa kufutika, bali kwa kuendelea kuishi katika vichwa vya watu, kwa sauti ya zamani inayosikika mbali ikisema, tulikuwa wafalme wa mchanga na jangwa bado linakumbuka majina yetu. Kwa hiyo mwana SNS, hiyo ndio ripoti ambayo nilikuwa nimekuandalia kuhusiana na hawa watoto wa Gaddafi, hachana na huyu uh, Hannibal ambaye ndio ameweza kuachiliwa siku za hivi karibuni. Maana stori yake yeye ndio imeibua ile fikra ya kusema ah, Gaddafi kumbe alikuwa na watoto wake. Je, hawa watoto wake wako wapi? Wako maeneo gani? Kila mmoja anafanya nini? Kwa hiyo nimekuletea hii historia ya watoto wote hawa wa Gaddafi, uh, takribani kumi, ambao baadhi yao wanaishi, baadhi yao walifariki katika lile vuguvugu la maandamano ambalo hata Gaddafi mwenyewe aliweza kuwa ameondoka kabisa.